Wafashe, peria venturu, <laughs> ye, ye, nama bombe gayo. Vikosi vya wazalendo vimeripoti kumkamata sniper wa jeshi la Rwanda RDF katika kijiji cha Kaziba ya Kwanza huko muja wilayani Nyeragongo, takriban kilomita saba kutoka mji wa Goma kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na vyanzo vya ndani, askari huyo wa Rwanda alinaswa akiwa hai pamoja na silaha na risasi kadhaa, wakati akijaribu kufyatua risasi kuelekea kwa mpiganaji mmoja wa wazalendo. Kikosi hicho kimesema kitachukua hatua dhidi ya snaypa huyo, ila hadi kwa sasa hakuna taarifa yoyote ambayo imetolewa dhidi yake hadi sasa hakuna tamko rasmi kutoka jeshi la FRDC wala mamlaka za DRC kuhusu kukamatwa kwa snaypa huyo wa jeshi la Rwanda. Katika tukio tofauti, eneo la Katana Limetishwa na tukio la utekaji wa mtu kanisani siku ya Jumapili 19 Oktoba mwaka 2025. Mashuhuda wanasema mwanaume huyo aliyejulikana kama Karumba Antoine alitekwa wakati wa ibada, na watu wasiojulikana walimfuata wakidai wanataka kubadilishiana taarifa. Baada ya mazungumzo mafupi, waliondoka naye. Hadi sasa amepotea bila kuacha dalili yoyote. Jamii ya eneo hilo imeingiwa na hofu na mshangao mkubwa kuhusu jambo hilo, huko mashirika ya kiraia yakiripoti kwamba watekaji wamehomba fidia ili kumwachilia. Mamlaka za eneo hilo zimewataka wananchi kuwa waangalifu na kudumisha umoja katika juhudi za kuhakikisha Karumba Antoine amepatikana salama.